Hii ni simulizi. Je, yeah, unafahamu kwamba tunajua mengi kuhusu uso wa sayari ya Mars kuliko tunavyojua kuhusu kile kilichopo chini ya barafu ya Antarctica? Bara hili lenye ukubwa mara mbili ya Australia limefunikwa kwa barafu yenye unene wa kilomita kadhaa. Hadi leo mwanadamu amefanikiwa kuchunguza chini ya asilimia moja ya kile kinachoendelea ndani ya moyo wa bara hili la baridi. Wanasayansi wanatuambia Antarctica ni jangwa la barafu, lakini simulizi za kusisimua na rekodi za kihistoria zinadokeza kitu kingine kabisa. Baadhi ya nadharia zinaeleza kuwa Antarctica ni mlango wa siri kuelekea ulimwengu mwingine. Siri kubwa ya Antarctica ilianza kupata umaarufu mnamo mwaka 1946 kupitia kwa mtu mmoja, admirali Richard Byrd. Alikuwa shujaa wa kivita wa Marekani na aliongoza msafara mkubwa wa kijeshi kwenda Antarctica ulioitwa Operation Highjump ni simulizi. Inasemekana Byrd aliandika kwenye shajara yake ya siri kuwa alipokuwa akiruka juu ya Antarctica aliingia kwenye tundu lililompeleka kwenye nchi yenye kijani kibichi, hewa yenye joto, wanyama wa ajabu na viumbe wenye akili nyingi. Admarali Richard Byrd alieleza kuwa alifikishwa mbele ya kiongozi wao ambaye alijulikana kama The Master. Kiongozi huyo alimpa Byrd ujumbe mzito wa onyo kwa binadamu. Alieleza kuwa wao walikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya mabomu ya atomiki yaliyotumika katika miji ya Hiroshima na Nagasaki. Na nukuu, wasiwasi wetu umeanza sasa, kwani nyinyi wanadamu Mmeanza kucheza na nguvu ambazo si zenu. Hayo ndiyo maneno aliyoambiwa Byrd na kiumbe ambacho alikiita The Master katika shajara yake ya siri. Admiral Byrd aliambiwa kwamba viumbe hao wamekuwa wakiwaangalia wanadamu kwa karne nyingi, lakini sasa ulimwengu wetu umeingia hatua ya hatari. Byrd aliamriwa kurudi na kufikisha ujumbe huu kwa serikali yake. Alipoufikisha ujumbe huo kwa viongozi wake, walimwamuru Byrd kunyamaza na kuonywa asizungumze swala hilo kwa mtu yeyote. Hii ni simulizi. Admiral Byrd pia alirejea Marekani na onyo lingine la kiufundi, uwepo wa vyombo vinavyoweza kuruka kutoka Antarctica hadi Antarctic kwa kasi ya ajabu na chini ya dakika chache sana. Inashangaza kwamba leo sayansi inaanza kugundua mambo yanayofanana na madai ya Byrd. Wanasayansi wa kisasa wamegundua chembechembe zinazoitwa neutrons zenye tabia ya ajabu katika eneo la Antarctica kupitia mradi wa ANITA wa NASA, yani, Antarctic Impulsive Transient Antenna, wanasayansi waligundua chembechembe chembe hizi zikipanda juu kutoka ardhini badala ya kuja kutoka angani. Hii inathibitisha kuwa kuna kitu kinachotokea ndani ya dunia kinachounganisha ncha hizi mbili. Je, yeah. hii ni njia ya usafiri wa haraka, yaani wormhole au ni teknolojia ya kigeni ambayo Byrd aliiona miaka 80 iliyopita? Hii ni simu Lazy. Pia kuna nadharia zinazoungwa mkono na picha za satellite. Nadharia hii inasema ya kwamba kuna picha zinazoonyesha maumbo yanayofanana na pyramid yaliyofichwa chini ya barafu. Vitabu kama Antarctica's Hidden History cha Michael Salla vinadai kuwa bara hili la Antarctica lina mabaki ya viumbe wa kale, kwa lugha nyingine aliens ambao wamekuwa hapo kwa maelfu ya mingineko miaka. Watu kama Corey Goode wamezungumza hadharani kuhusu Antarctic civilizations zilizoganda kwenye barafu. Serikali za dunia ziliingia mkataba wa Antarctic Treaty mwaka 1959. Je, wanazuia watu wasiharibu mazingira ya huko au wanaficha tusione kile kilichopo katika bara hilo? Hebu fikiria nchi ambazo zimeshindwa kuleta amani duniani, nchi ambazo zimeshindwa kukubaliana katika mambo na kuingia vitani kupigana na kuuana, iweje leo zikubaliane kwenye swala moja tu, na the Antarctic Treaty? Hii ni simulizi. Leo Antarctica inabaki kuwa sehemu pekee duniani ambayo haina raia wa kudumu na imefungwa na siri kuu. Je, asilimia 99 ambayo haijulikani kuhusu bara hilo la Antarctica inaficha nini haswa? Na je ni kweli kuna viumbe wanaoishi ndani ya dunia yetu na kututazama kwa wasiwasi? Jambo moja ambalo ni la uhakika ni kwamba mpaka siku mwanadamu atakaporuhusiwa kuchunguza kila kona ya bara hilo Antarctica, Itaendelea kuwa fumbo kuu la sayari yetu. Hii ni simulizi na Jodia Ibrahim.